wa Faulink Channel. Kwenye Faulink Channel, utajifunza namna kutengeneza mifumo ya website, mifumo ya database, utajifunza kutengeneza mifumo ya wasibu, mifumo ya mitihani mtandaoni, mifumo ya matokeo, mifumo ya mauzo, mifumo ya usimamizi wa vikoba, mifumo ya mikopo, mifumo ya ratiba na mifumo mingine mingi. Lakini pia utaasesi posti zetu fau tofauti kupitia blogi yetu ya fau linki.com. Iya, yeah. Sasa leo nataka nifundishe namna ya kutumia mfumo wa uhasibu. Kwa mfano, eza we ni mwalimu wa uhasibu, ni mhasibu shuleni kwako, au pia nataka kutumia mfumo kwenye matumizi mengine tofauti okay. Sasa ili uweze kupata mfumo wa uhasibu huu mfumo wa uhasibu umekuwa hosted kwenye mfumo mkubwa ambao unaitwa Faulink.com. Kwa hiyo Faulink.com ukishaingia utakutana na mifumo mingi kuwepo na mfumo wa uhasibu okay. Sasa ili uweze kutumia mfumo wa uhasibu, kazi ni ndogo tu. Utaingia kwenye brauza yako kama kawaida, ingia kwenye brauza yako. Mimi natumia Chrome, wewe unaweza ukatumia Google, unaweza ukatumia Opera Mini, unaweza ukatumia Mozilla Firefox na browser zingine. Kwa hiyo utakliki kama kawaida kwenye browser yako. Usha kliki utaandika faulink.com bila kukosea, utaandika faulink.com. Ushaandika faulink.com kama unavyoona hapa, simple kabisa, bila shida yote utapiga enter. Ukishapiga enter, mfumo wetu utafunguka. Ukishafunguka utaonyesha mifumo tofauti tofauti inayopatikana kwenye faulink.com. Yeah, ya kwa sababu wewe unataka kutumia mfumo wa uhasibu utakuja moja kwa moja, ambao ndo mfumo wetu wa kwanza, huu hapa mfumo wetu wa uhasibu. Hapa moja kwa moja utakliki kwenye mfumo wa uhasibu ya accountant. Lakini kwenye simu yako utakuwa unaona kitu cha namna hii hapa, kwa sababu simu yako ina skrini ndogo, utakuwa unaona hivi. Kwa hiyo hiki ni kwa ajili ya kama unataka kufanya contact kwa sana sisi moja kwa moja, au kuingia kwenye blog na vitu vingine. Kwa hiyo utakuwa na click hapa hivi, kwa na scroll kama kawaida. Kwa sasa, hebu ngoja tuingie kwenye mfumo wa uhasibu. Sasa uta click hapa hivi, okay, mfumo wetu unafunguka kama kawaida. Kwa hiyo kama haujajisajili we ni mara yako ya kwanza, utakliki jisajili, lakini kama ushawai kufungua akaunti utakuwa unaingilia hapa hivi. Kwao sisi hatuna akaunti mpaka sasa hivi, kwa natakiwa tujisajili kwenye mfumo moja kwa moja. Inakuja fomu hapa ya kufanya registration. Hapa kuna username, kuna email na password okay. Kwao sisi tuweke email yangu hii hapa, email yangu ni hapo. Theni nitakuja kuweka password, nishaweka password na register kama kawaida. Nisha register ninaletewa login form, fomu ya kuingilia kwenye mfumo, fomu ya kuingia kwenye mfumo. Kwa hiyo tayari ninakuwa nimeshamaliza kazi. Baada hapo mfumo na moja kwa moja unakuwa umeingia kwenye mfumo na karibishwa kwamba karibu hu, kwa ile username yako uliokuwa umeiweka, kwa maana kwamba wewe utakuwa unaingia kwenye mfumo, utakuwa unaona details zako zinazokuhusu. Hakuna mtu yeyote atakayeweza kuona details zako, kila mmoja atakapoingia kwenye mfumo atakuwa naona details zinazo mhusu moja kwa moja, sababu mfumo ni individual personalized uko unique kwa kila mtu atakayekuwa anaingia, atakuwa anapata details za kwake zinazomhusu. Ukishaingia kwenye mfumo, hapa kama kawaida ni dashboard, ukitaka kutoka, ukitaka kwenda kwenye home. Lakini hapa cha kwanza sisi tuingize, kwa mfano hapa kuna kuingiza wanafunzi, kuedit na futa usajili wa wanafunzi, madarasa kuingiza, una vidato vingapi, kuingiza aina ya michango. Sasa hapa ni kuanza kuweka michango yenyewe. Sasa tuanze maybe kuingiza madarasa tulionayo. Sasa hivi hatuna darasa lolote tulilolisajili hapa, kwa hiyo tutasajili labda form 1 tukasajili maybe form 2 tukasajili maybe form 3 tukasajili form 4. Okay, hapo umesha sajiri madarasa. Kwa hapo unaweza ukaedit darasa lako. Unaweza ukaedit kama unaviona hapa. Unabadilisha tu. Ha, unaweza ukafuta, ukasajiri tena upya. Ya, kwa ukisha maliza, hii hapa ni dashboard sasa una click hapa CRUD kwenye dashboard. Mwanzo mesha sajiri madarasa, sasa uka sajiri wanafunzi kwenye madarasa husika unakuja maybe tuseme Faustini 1. Faustin one hapa, jinsi yake mwanaume. Darasa, madarasa yale uliyoyasajili yatakuja huku kwao, unachagua tu hapa form one. Twende Faustin two, maybe Faustin three. Okay. Kwa kama kawaida mfumo kama he ni mara yako ya kwanza, lazima usajili wanafunzi. Usione kwamba ni kazi ngumu, lazima usajili wanafunzi kwanza kabla ya kufanya kitu chochote ya, yeah, sasa unapokuwa unasajili wanafunzi wanakuwa wanakuja wanajipanga huko chini, wanafunzi wanajipanga huko, kila mmoja na kidato chake ya ukishamaliza kusajili wanafunzi lakini pia kama una majina unayo kwenye simu au unayo kwenye kompyuta, unaweza ukayapakia kwenye mfumo. Kama kawaida, unaenda unachagua tu faili, then unayapakia, una unapakia kwenye mfumo moja kwa moja ya. Ukisha maliza kuingiza majina ya wanafunzi unarudi tena kwenye dashboard. sasa hapa umeshaingiza majina ya wanafunzi hapa unataka labda kuedit taarifa za usajili unaeditia una hapa hivi, kama unavyoona unataka kubadilisha jina, unataka pia kudiliti, unataka kubadilisha jinsia, chochote kile unakuja hapa hivi Poforo. kama unataka kudiliti wanafunzi wote, unataka kudiliti labda wanafunzi kwenye darasa fulani, unachagua zaini unadiliti hapa hivi. Lakini kama unataka kufuta wanafunzi wote kwenye mfumo unapiga hapa hivi lakini mfumo lazima ukuulize, je, unataka kufuta wanafunzi wote? Ko lazima mfumo ukuulize. Okay, sasa hapo baada hapo, unarudi tena kwenye dashboard yetu. Sasa hapo unaanza, unaingiza michango sasa ya wanafunzi, michango ya wanafunzi ulionao. Kwa mfano mimi mchango wa wanafunzi ndio nao labda nina umeme kiasi kinachotakiwa maybe umeme wanafunzi wangu wanalipia elfu ishirini aina ya mchango ni fedha aya ah, kingine labda wanalipia maji kiasi gani maybe maji wanalipia pia elfu kumi aina ya mchango ni fedha kingine maybe kuna ulinzi aina ya mchango maybe elfu tano aina ya mchango ni fedha. Mchango mwingine maybe ni tahadhari, aina ya mchango ni fedha elfu kumi hapa, aina ya mchango ni fedha. Okay, kwa ukishamaliza kusajili aina aina za mchango hapo, unaweza ukadelete, lakini mfumo lazima ukuulize, je, unaweza unataka kudelete kweli? Yes, unaweza ukadelete then ukaongeza kitu kingine. Kwa ukishamaliza kujaza michango ya wanafunzi unarudi tena kwenye dashboard. Unarudi kwenye dashboard sasa unaingia kwenye kuingiza mchango wa mwanafunzi moja moja kwa fomu. Amekuja mwanafunzi, unaangalia ni wa kidato gani cha form 1, maybe. ni form 1 je, form 1 jina lake hapa, tunao wanafunzi wawili, tuwasajili form 1. Unachagua maybe hapa, aina ya mchango huyo ni umeme, kiasi anataka kulipia maybe hiyo iliyoandikwa kumi, tarehe ngapi huyo hapa analipia tarehe saba ya yeah, mwezi wa tarehe sita mwezi wa saba tayari mchango huyu, ina maana na mchango huyu tayari tumeshamuingizia. Tunakuja tena form 1 huyo huyo. huyu mwanafunzi huyo analipia tena labda maji maji, shingapi maji analipia elfu tano labda. Huyo amelipia tarehe kumi na tano mwezi wa sita kwa kama kawaida kama unavyoona zinakuwa zinaendelea kuzi, kujiongeza huyu tayari ameshalipia elfu kumi na tano huyu hajalipia chochote yeah. Kwa hapo unaweza sasa ukamtafuta mwanafunzi kwa kidato usiko ukamtafuta uka mwanafunzi maybe, nataka nimtafute Faustini, unachagua tu kidato unamtafuta mwanafunzi nataka nimtafute huyu mwanafunzi Faustini. Okay. Sababu so, bado majina ni machache haitaweza u ya kwao. Baada hapo, unaweza sa ukapata ripoti sasa, ukapata ripoti ripoti sasa ripoti ripoti ya uchangiaji una click hapa hivi ripoti ya uchangiaji, nataka nipate maybe form ripoti na unachagua una download unapata ripoti yako. Sasa hapa unaweza ukapakua kwenye PDF kama kawaida, ukapata ripoti yako kwenye PDF kama unavyoona hapa, ripoti yako ya PDF unaweza ukaishia popote. Uh, lakini pia Unaweza ukapakua kwenye CV kama Excel file ili uweze kuedit kwa mwonekano tofauti zaidi, uweze kuitumia maeneo mengine. Okay, baada hapo umeshapata report sasa, ina maana unaweza ukaendelea kufanya kazi kila siku, unaingiza mfu unaingiza idadi ya wanafunzi unawasajili, lakini pia unakuwa unaendelea kuweka michango kama kawaida. Wanafunzi unasajili mara moja na michango ukishaweka, haiwezi katoka, kila unapokuwa unaingia utakuwa unaikuta. Kwa maybe unataka una ku edit unataka kuongeza chochote kama kawaida. Kwa hiyo mfumo ni most secured kabisa, usiogope. Karibu sana kwenye Faulinki Channel. Usiogope kuhusu usalama wa kazi zako, kwa Faul unachokifanya kuna naweza ukiona, mi mwenyewe sioni, sijui password yako wala sifanyi chochote kile ambacho kinaweza kuhatarisha mfumo wako. Karibu sana ndugu mfuatiliaji wa Faulinki Channel. Naomba usubscribe kwenye YouTube akaunti yangu ili uweze kupata video tofauti tofauti na mafundisho ya namna ya kutumia mifumo yetu, lakini na namna ya kutengeneza mifumo kama unahitaji. Asante sana ndugu Faulink Channel mfuatiliaji. Okay. kwa kama kawaida wewe unaingia tu Faulink ze nakutana na mifumo yao. Kuna mifumo mingi sana, ukitaka kunani video kama kawaida, unapitia hapa. Asante sana ndugu mfuatiliaji wa Faulink Channel. Kwa mtandao ya kijamii nitafuta kwa Faulink, lakini YouTube Faulink Channel na website nitafute kwa faulink.com.